Kivuli cha Jua la Kesho, hadithi ya Kikorea ya usaliti, wivu na ushindi wa maisha. Katika jiji la Busan aliishi kijana maskini aitwaye Kang Ji-hoon. Alikuwa kijana mwenye bidii, mwenye ndoto kubwa ya kuwa mkurugenzi wa filamu, lakini maisha yake yalikuwa mapambano ya kila siku. Alilelewa na mama yake aliyekuwa muuza samaki sokoni. Baba yake aliwaacha tangu akiwa mtoto mdogo. Jihun alijifunza mapema kuwa maisha hayatoi zawadi bila jasho. Kila asubuhi kabla hata ya kwenda chuo, alimsaidia mama yake kupanga samaki sokoni. Harufu kali ya bahari ilimzoea, lakini moyoni alikuwa na ndoto ya kuona jina lake likiangazwa kwenye mabango ya filamu. Chuo kikuu ndipo alipokutana na Yunari, msichana tajiri, mrembo na mwenye kipaji cha uigizaji. Tofauti zao zilikuwa wazi. Jihun alikuwa wa maisha magumu, Nari alikuwa mtoto wa familia yenye pesa nyingi. Lakini mapenzi hayachagui. Nari alivutiwa na unyenyekevu wa Jihun, huku Jihun alivutiwa na moyo wa huruma wa Nari. Walikaa pamoja maktaba, walishiriki ndoto na polepole pole wakawa wapenzi. Nari alimwahidi Jihun, siku moja nitakuwa mwigizaji katika filamu utakayoongoza. Jihun aliamini ahadi hiyo kama mtu anayeamini jua litachomoza kesho. Ji-hoon alikuwa na rafiki wa karibu aitwaye Choi Min-seok. Walikulia pamoja mitaani wakagawana chakula na wakasaidiana masomoni, lakini Min-seok alikuwa na siri moyoni. Alimpenda Nari kimya kimya, wivu ulianza pole pole kama sumu isionekana. Alianza kumdharau Ji-hoon kwa siri, alianza kumshawishi Nari kuwa Ji-hoon hawezi kufanikiwa. Nari hakumwamini lakini mbegu ya shaka lilipandwa. Mwaka wa mwisho wa chuo jihun aliandika skript ya filamu aliyoiita sunrise beyond pain. Ilikuwa kazi yake bora. Aliwaamini sana minsok kiasi cha kumpa script ili aisome na kumpa maoni. Wiki chache baadaye, jihun alipata habari mbaya. Kampuni kubwa ya filamu ilitangaza mradi mpya ukiwa na hadithi ile ile, na mwandishi aliandikwa alikuwa Choi minsok jihun alihisi dunia imesimama. Alipomkabili rafiki yake, minsok hakujitetea alitabasamu tu na kusema, maisha ni mashindano, wewe ni dhaifu sana kushinda. Wakati huo huo, familia ya nari ilimlazimisha aachane na jihun. Walimwona kama kijana maskini asiye na mustakbali. Minsok alitumia nafasi hiyo kumkaribia nari, alimwonyesha maisha ya kifahari na kumdanganya kwa jihun alikuwa anatumia tu hisia zake. Polepole nari alianza kuamini uongo huo. Siku moja, nari alimwambia jihun labda mapenzi yetu yalikuwa ndoto tu. Maneno hayo yalivunja moyo wa Ji-hoon kuliko hata usaliti wa rafiki yake. Baada ya kupoteza ndoto na mpenzi wake, Ji-hoon aliacha chuo na kuhamia Seoul. Aliishi katika chumba kidogo sana na kufanya kazi ya kuosha vyombo magahawani. Usiku aliendelea kuandika hadithi, lakini mara nyingi machozi yake yalidondoka juu ya karatasi kabla hajamaliza sentensi. Mama yake alipougua, Ji-hoon alitaka kurudi Busan, lakini hakuwa na pesa. Baadaye alipata habari mbaya. Mama yake alifariki bila yeye kuwepo. Ji-hoon alivunjika kabisa. Siku moja alikutana na mwandishi mzee aliyekuwa mteja wa magahau, Bwana Lee Dehen. Aligundua vipaji vya Ji-hoon na kumtia moyo. Alimwambia, "Maumivu ni darasa kali, lakini wanaovumilia huwa hadithi yao inakuwa ya thamani zaidi." Maneno hayo yalibadilisha maisha ya Ji-hoon. Alianza kuandika hadithi mpya. Hadithi ya kijana aliyesalitiwa lakini hakukata tamaa. Miaka mitatu baadaye, Jihun aliwasilisha skripti mpya kwenye shindano kubwa la filamu Korea. Skripti yake ilishinda tuzo ya kwanza. Ajabu zaidi, kampuni iliyochagua filamu hiyo ilimchagua Yunari kwa mwigizaji mkuu, bila kujua kwa maandishi alikuwa Jihun. Walipokutana tena na Lilia, aligundua ukweli wote kuhusu usaliti wa Minsok. Minsok mwenyewe alikuwa ameanguka kibiashara na kupoteza heshima yake. Siku ya uzinduzi wa filamu, Jihun alisimama mbele ya waandishi wa habari. Alisema, usaliti unaweza kukuangusha lakini usiruhusu kukuondolea ndoto zako. Nari aliomba msamaha. Jihun hakumchukia, lakini alichagua kuendelea na maisha yake mwenyewe. Filamu yake ilipata mafanikio makubwa, jina lake likaangaza Korea nzima. Na siku moja akiwa amesimama kwenye ufuko wa Busan, Jihun alitabasamu akitazama jua likichomoza, kwa sababu alijua ukweli mmoja muhimu: kivuli hakiwezi kuzuia jua la kesho kuchomoza. Baada ya filamu ya Ji-hoon kupata mafanikio makubwa, jina lake lilianza kusikika Korea nzima. Waandishi wa habari walimfuata kila mahali. Kampuni kubwa za filamu zilianza kumtafuta. Lakini mafanikio hayo hayakuja na furaha kamili. Kila mara alipokuwa akishangiliwa jukwani, moyoni alikumbuka safari yake ya mateso na hasa usaliti wa rafiki yake Min-seok pamoja na maumivu ya kumpoteza mama yake. Usiku mmoja akiwa peke yake studio, akitengeneza filamu mpya, alipokea barua ya ajabu isiyo na jina. Ndani yake kulikuwa na picha za zamani za mama yake na maandishi mafupi, ukweli kuhusu baba yako bado haujajulikana. Moyo wake uliruka kwa mshangao. Ji-hoon alianza kufuatilia historia ya familia yake. Aligundua kwa baba yake hakuwahi kuwa mtu wa kawaida kama alivyoambiwa. Baba yake alikuwa mfanyakazi wa kampuni kubwa ya filamu aliyepoteza kazi baada ya kugombana na viongozi wa kampuni hiyo, kampuni ile ile ambayo sasa ilikuwa ikimpa Ji-hoon nafasi ya kazi. Ji-hoon alianza kuhisi kuna kitu kinachofichwa. Wakati huo alikutana na mwanamke mpya katika timu yake ya kazi, Kim Sua, mharibu wa filamu mwenye akili kali na mwenye moyo mwe wa huruma. Sua alianza kuwa msaada mkubwa kwake alimsaidia kufuatilia siri ya familia yake na pia alimpa nguvu ya kuendelea kuamini maisha. Kadri walivyofanya kazi pamoja Jihun alianza kuhisi furaha aliyodhani hawezi kuhisi tena. Sua hakumwangalia kwa umaarufu wake, bali kwa utu wake. Lakini moyo wa Jihun bado ulikuwa na makovu. Siku moja Sua alimwambia, watu waliokuumiza hawapaswi kuamua hatima ya moyo wako. Maneno hayo yalimgusa sana. Wakati Jihun alianza kupata amani, Minsok alirudi tena. Safari hii alikuwa ameungana na kampuni pinzani ya filamu na kaanza kampeni ya kumharibia Jihun jina. Alitoa taarifa za uongo kwa Jihun aliiba mawazo ya filamu kutoka kwa waandishi wengine. Vyombo vya habari vilianza kueneza uvumi, mitandao ya kijamii ilianza kumshambulia Jihun, mafanikio yake yakaanza kutikisika. Shinikizo la kashfa lilianza kumtenganisha Jihun na Suwa. Suwa alipata vitisho kutoka kwa watu wa Minsok na akaanza kuogopa usalama wake. Ji-hoon alihisi kama historia yake ilikuwa inajirudia, kupoteza kila mtu anayemjali, lakini tofauti na zamani hakukata tamaa. Ji-hoon alikusanya ushahidi wote wa usaliti wa Minsok. Kwa msaada wa Sua, waligundua kwa Minsok alikuwa akihonga waandishi wa habari na kuiba mawazo ya waandishi wengine. Katika mkutano mkubwa wa waandishi wa habari, Ji-hoon alisimama mbele ya kamera zote na kufichua ukweli. Ukumbi mzima ulikaa kimya. Minsok hakujitetea, kampuni yake ilimfukuza na jina lake likaharibika kabisa. Baada ya ukweli kufichuliwa, Ji-hoon alipata heshima kubwa zaidi. Filamu yake mpya ikawa mafanikio makubwa hata kuliko ya kwanza. Lakini ushindi wake mkubwa haukuwa fedha wala umaarufu, ilikuwa ni kuamini tena watu. Aliamua kuanzisha kampuni yake ya filamu itakayosaidia vijana maskini wenye kipaji kupata nafasi. Siku ya ufunguzi wa kampuni hiyo, Sua alikuwa pembeni yake walitazamana kwa tabasamu la utulivu, wakijua safari yao bado inaendelea. Usiku huo huo Ji-hoon alipokea simu kutoka kwa mwanamke asiyejulikana. Sauti yake ilikuwa nzito na ya siri. Ji-hoon, ukweli kuhusu baba yako bado haujaujua wote. Kuna mtu mwenye nguvu kubwa aliyesababisha maisha yenu kuvunjika, na mtu huyo bado yupo. Simu ilikatika. Ji-hoon alisimama kimya, akitazama anga la Seoul lililojaa taa. Alijua jambo moja: safari yake haikuwa imeisha. Ni nani aliyekuwa nyuma ya kuanguka kwa familia ya Ji-hoon? Je, mapenzi yake na Sua yataokoka hatari mpya? Je, Ji-hoon ataweza kupambana na nguvu kubwa inayotisha maisha yake? Hadithi inaingia hatua hatari zaidi. Siri nzito zaidi zinakaribia kufichuliwa na maamuzi ya Ji-hoon yataamua hatima ya kila mtu anayemzunguka. Karibu Mkolwe Product, ujipatie unga wa lishe, unga wenye faida kemkem mwilini kwa shilingi elfu tatu tu. Popote pale ulipo, piga simu namba 0687722315, au piga simu namba 0716283088. Mkore Product, help us to help you.